Hiyo na mtazamaji, upasuaji wa miili sita ya waathiriwa wa maandamano ya Juni 25 akiwemo msichana wa umri wa miaka kumi na minne kutoka Shauri Moyo, katika Hospitali Kuu ya Kenyatta na makafani ya City umethibitisha walifariki kutokana na majeraha ya risasi pamoja na mshtuko wa risasi. Familia za baadhi ya waathiriwa hao wakikosoa ama wakikosa kuridhika na matokeo hayo baada ya kukosa risasi iliyopigwa Fred Wekesa, mlinzi wa kampuni ya ulinzi ya Hatari. Upasuaji wa mwili wa David Mwangi, mwenye umri wa miaka 19, umepangiwa kufanywa hapo kesho. Mtazamaji, vilevile utakumbuka kwamba katika kaunti ya Makueni vijana wawili waliopigwa risasi, upasuaji wa miili hiyo ulifanyika hapo siku ya jana. Mtazamaji, ni taarifa ambayo imeandaliwa na Frida Okachi. Miili sita ilifanyiwa uchunguzi katika makafani ya City na ile ya kitaifa ya Kenyatta mtawaliwa. Waathiriwa katika Hospitali Kuu ya Kitaifa ya Kenyatta, ripoti ikionyesha kuwa walifariki kutokana na mshtuko wa kupigwa risasi, ila katika makafani ya City walifariki kutokana na kile kinachokisiwa ni mtutu wa bunduki. Familia ya mlinzi wa kampuni ya hatari aliyepigwa risasi ikishangazwa na upasuaji huo uliobainisha alifariki kutokana na jeraha la kupigwa risasi tumboni, ila risasi hiyo haikupatikana, imetaka kufahamu sababu ya maafisa wa upelelezi kutoweka punde tu upasuaji huo ulipoanza. Na leo wakati hata madisi ya ofisa ambao wamekuwa hapa walitoroka mapema sana hawakungoja tumalize upasuaji wa mwili wa Fred. Nini ambayo inafichwa? Serikali inaficha nini? Mimi kitu nauliza ni moja, ni risasi aligongwa, na inasemekana kwamba, kwa hiyo mwili hakuna risasi. Hiyo risasi imeenda wapi? Kwa familia ya Ianopanga, mwenye umri wa miaka 19, imesikitishwa na kifo hicho na kuomba serikali kuwasaidia kusafirisha mwili huo Naweza kumbeba hapa kumpeleka nyumbani, nataka usaidizi hata kifo chake pia. Saa hizi vile niko hivi tena, babu wake nyumbani risafu shoku ile ame, amesikia imefanya tena amekufa saa hii leo leo leo asubuhi. Nyuso za mafadhaiko za familia ya David Mwangi mwenye umri wa miaka kumi na tisa aliyepigwa risasi katika mtaa wa Mkuru kwa Njenga imeshangazwa na hatua ya kusitishwa kufanyiwa upasuaji wake leo licha ya kufika mapema leo kufahamu sababu kuu. Sasa kufika saizi, ndiyo, saa hizi ndio hii masaa ndio tunaambiwa hati yetu ewezi fanyika hadi kesho. Tunasikia vibaya sana juu hata tumearrange mazishi mazishi ni Thursday tumeripa gari tumefanya kila kitu Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu alisikitishwa na matukio ya mauaji ya vijana wadogo huku wahusika wakikosa kushtakiwa kufikia sasa At the city mortuary all of them uh, the suspicion is uh, they were shot uh, two of them confirmed gunshot wounds to the head and one the doctors are saying most probably it's a, it's a, it's a gunshot